Ndugu zanguni, ajira ni uwezo wa mtu kuyatafasiri maisha yake na kumfanya atumie kipaji, taaluma au talanta aliyopewa na Mwenyezi Mungu na kuendesha maisha yake. Tunafahamu ya kwamba nchi yetu kwa wingi wa vijana tuliokuwa nao, kwa kweli, pasipokuwa na shaka, lazima iwepo mikakati mbadala ya kuwezesha kutengeneza fursa na vijana wa kupiga hatua. Tulimwomba Daktari Samia Suluhu Hassan ili kuangazia vijana wenye ndoto hizi wanaotumia taaluma zao na vipaji vyao kuendeleza maisha yao. Leo tuna habari njema. Wizara yetu imepatiwa fedha takriban bilioni mbili kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya vijana wa online TV wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii na kuendesha maisha yao. Iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook iwe ni YouTube, iwe ni ene programu ambayo unaifanya, Daktari Samia ameamua kukuwezesha ili upate kutimiza ndoto yako. Naomba kutumia nafasi hii kuwatangazia kijana yoyote mwenye ndoto ambaye ameshaanza safari ya kupigania ndoto yake ambaye ameshaanza safari ya kutafasiri ndoto yake kwa vitendo kwenye mikoa yetu yote ya Tanzania, kokote kule aliko, aende kwenye ofisi za wilaya ama halimashauri ama jiji ama kwenye wilaya, kwa maana ya mkuu wa wilaya, kupitia kwa maafisa habari wa wilaya, mkajiandikishe. Peleka taarifa zako, waambie wewe ni nani, unashughulika na nini. Yawezekana wewe content creator umeamua kutengeneza maudhui ya familia, umeamua kutengeneza maudhui ya michezo, umeamua kutengeneza maudhui ya sanaa mbalimbali ikiwemo hata maudhui ya utalii. Ukifika pale Andikisha jina lako, chombo chako ulichonacho, kazi unayoifanya, na sisi tutapokea taarifa hizo kama wizara na kuzichambua na kufanya mkakati wa kuwapatia hizo fedha kwa ajili ya kuwezesha shughuli yenu ya kutimiza ndoto mlio nayo. Ndugu zangu vijana, niwasihi, fursa hii ni adimu sana. Tumempata rais ambaye amekubali kusafiri na wewe kwenye ndoto yako. Umehangaika peke yako kwa muda mrefu ukitumia simu yako umehangaika peke yako kwa muda mrefu ukikosa vibali vya kwenda hata baadhi ya maeneo kufanya shughuli yako. Umehangaika peke yako, imefika hata hatua watu wamekuambia unapoteza muda, lakini kuhakikishia huko unapoteza muda, kilio chako maombi yako na ndoto zako zimemfikia Daktari Samia. Bilioni mbili ambazo tayari ameshanipatia kuhakikisha kwamba tunakuwezesha wewe upate kutimiza ndoto yako. Nenda kamuone afisa habari wa wilaya, jaza fomu hiyo ya maelezo taarifa zako atazituma ndani ya ofisi yetu ya wizara kwanzia leo mpaka tarehe 15 ya mwezi wa pili. Vijana wote wenye ndoto hizo walioanza kusafiri kwenye ndoto zao walioanza kutengeneza content, wale content creator, waende kwenye ofisi za wilaya, watakutana na maafisa habari nchi nzima, wako kwenye ofisi zetu za wilaya au ofisi za halmashauri. Wakifika pale watakutana na fomu watajiandikisha Utaandika jina lako, utaandika chombo chako, utaandika shughuli unayoifanya. Kama wewe ni mtu wa online TV, kama wewe ni content creator, utaandika cha kwako, na baada ya pale, wizara yetu itapata taarifa zote na kuzifanyia uchambuzi, ili tuanze kukupatia fedha hizi, ukapate vifaa, ujikwamue na utimize ndoto yako. Zaidi ya yote, tunafahamu wako watu wanaweza kabeza kazi hizi, lakini nimeongea na baadhi ya vijana wengine kupitia kazi walionayo hii tu ya kutengeneza content. Wametengeneza ajira za watu zaidi ya 20. Kuna watu mnafahamu mtu anaitwa Ronaldo. Ronaldo ile apoosti tangazo lako kwenye page yake ya Instagram unamlipa dola milioni 3. Tumeona juzi tu hapa amekuja kijana kutoka Marekani, amezunguka nchi zote za Afrika hapa. Katengeneza kiasi gani? Tunataka vijana wa Tanzania watumie fursa hii ya kuwa na Rais Daktari Samia kujipatia kipato chao. Lakini la pili katika hilo tutaweka nguvu kubwa zaidi pia na pesa nyingi zaidi kwa vijana wanaoweza kutengeneza maudhui ya zaidi ya lugha moja. Tunafahamu ya kwamba lugha yetu ya Kiswahili ni lugha kubwa ambayo imepata nafasi kwenye nchi za SADC, imekubalika kwenye Umoja wa Afrika, imekubalika Umoja wa Afrika Mashariki. Lakini pia hata UNESCO wameitambua wa lugha yetu ya Kiswahili. Lakini pia tunahitaji kuona maudhui yenye lugha tofauti. Ukiweza kufanya maudhui ya Kichina, ukiweza kufanya maudhui ya Kiingereza ukatengeneza kwa lugha ya Kifaransa ukatengeneza kwa lugha ya Kijerumani pia Wizara itafurahi kushirikiana na wewe na kukuongezea vifaa vyenye uwezo wa kuifanya kazi yako iende kimataifa. Daktari Samia amekubali kusafiri na wewe kijana wa Tanzania kwenye ndoto yako, content creator, mtu anayehangaika na online TV na watu wote wanaojishughulisha na kujipatia kipato kupitia mitandao hii, serikali ya rais Samia itawashika mkono ili mtimize ndoto yenu.